Wewe umekuwa ukishiriki mikutano ya CCM Ndiyo. katika maeneo tofauti tofauti. Okay. Unaionaje hali ya, ya, ya, ya mwamko wa Tanzania? E, wa Tanzania kwa kweli wana mwamko mkubwa sana hususani e, kumchagua Mama Samia Suluhu Hassan. Wanajua kabisa mama vitu alivyofanya baada ya miaka minne iliyopita, amefanya vitu vikubwa sana ndani ya Tanzania hii. Kwa hiyo Watanzania wote wana hamasa wanasema kwamba 29 Oktoba lazima wakampigie kura Samia Suluhu Hassan. Mmoja hapo hata mie pia nimehamasika na mama Samia eh. Leo tumekuona umeimba pale hujatulia tulia udemu mapepe lakini ume umeipiga ume kwa upande wa CCM eh. Lakini kuna maneno amaoendelea katika mitandao ya kijamii kwamba uh, wasanii wa Bongo Movie wanafanya nini kwenye mikutano hii? Wewe unawambia nini kwa upande wa Bongo Movie sasa eh? Nadhani eh, Bongo Movie wanaeta hamasa. Wasanii wa Bongo Movie wanaleta hamasa kuhamasisha Tanzania kwamba wakapige kula kama kawaida, unaona no bwana, na vilevile hamasa vile kubwa zaidi na burudani, napatana na burudani vilevile bwana vile. No ni hivyo, na mwisho kabisa unaambia nini Watanzania kuelekea Oktoba 29? Anasema jitokeze kwa wingi sana Oktoba, watu wakapige kula kama kawaida eh. Hakuna problemu yoyote eh, hakuna maandamano hakuna vita hakuna nini, ni nchi ya amani duniani, nchi ya amani <laughs>